Idara ya uhamiaji mkoani Mtwara inawashikilia wahamiaji haramu kumi na nane raia wa Ethiopia waliokutwa katika mpaka wa Kilambo wilaya ya Mtwara vijijini, walipokuwa katika harakati za kuvuka kuelekea nchi jirani ya Msumbiji. Mwandishi wa Mwananchi Digital Haika Kimaro ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamishna msaidizi wa idara ya uhamiaji na afisa wa uhamiaji mkoa Mtwara Rozi Mwagama amesema wahamiaji hao kumi na nane walikamatwa jana majira asubuhi, wakiwa na hati za kusafiri lakini hawakuwa na kibali cha kuingia nchini wala nchi wanazokwenda. Ni kwamba tumefanikiwa kukamata wahamiaji haramu 18 raia wa kutoka nchi ya Ethiopia na wote ni jinsia ya kiume, wenye umri kati ya miaka 22 mpaka 34. Ah, wamekamatiwa katika kituo cha Kilambo kijiji cha Kilambo jana saa nne asubuhi ah, walikuwa wanaelekea Msumbiji, kwa maana kwamba waweze pia kuendelea na Afrika Kusini. Kiukweli hatukuwakuta kwenye usafiri wowote, na hatukuweza kubaini nani alikuwa na wafasilitate kwa maana hiyo tuliwakuta wao kama wao. Aidha amesema idara yake imejipanga kudhibiti uhamiaji wa wasio rasmi, na kwamba kati ya mwezi Januari hadi Juni Jumla ya wahamiaji wasio rasmi wapatao 123 kutoka mataifa 12 wamekamatwa. Mbili wamekamatwa. Jioni tulikamata wahamiaji haramu wa, wa mataifa 12, 123 kwa mchanganyo ufuatao. Msumbiji walikuwa 18, DRC 14, Rwanda 6, Burundi 19, Ethiopia 56, Kenya wawili Somalia mmoja India mmoja Gine wawili Sudani ya Kusini wawili lakini hapo hapo kuna Watanzania wawili kutoka Mtwara Haika Kimaro Mwananchi Digital